kuna, kuna watu wanasemaga wanaamini like jina linakwaga na bahati. Mm. Unaamini JC Davo yuko na bahati sana? Ah, JC Davo. JC Davo na bahati maana tangu mm, nianzie ni yaani, tuseme unajua ni jina mtu akisiki, akisikiliza tu jina, akisikia tu anasema JC Davo, JC Davo ndo mwingine nani, mdudu gani huyo? Yaani anakuwa ah <laughs> Subiri kwa ni mcheza amekuambia watu jina langu JC Davo. JC Davo, JC Davo ndo nini? Hmm. Naona ni jina ambalo na, ina ina yani linaacha watu na maswali sana. Yaani na kwa JC Davo ndio kingine kinini? Davo ndo maana yake nini? Naona unataka wajue sana. So jina lina bahati sana. Yaani jina lina mvuto. Okay. Hmm. Tukizungumzia kuhusu majina hmm, nyumbani wanazoea kuita JC ama, yani tuseme JC ndio jina la asili ama ama ikoje? Yani ah uh, unajua nyumbani wananitaga majina mengi sana. naitwa bebi beti, naitwa papa, naitwa nani, aaa, hamna ni nani tu. Unajua naitwa majina mengi bro, na majina ya asili yapo, yapo, yapo. Ukatuambia jina moja la asili, jina la asili. Mi naitwa yapo, yapo, mkitizama Uh, ila mkitaka kujua majina, uh, majina zangu za asili nifate DM nitawaambia. Guys, tunazungumza naye hapa anaitwa JC Davo kama alivyowaambia anaitwa JC, uh, na nafikiri hata nyumbani wanazoea kwa jina la JC, uh, na kuona ma drip, drip, drip. LA uh, ma chains, ma rings mambo yangu like, unaweza ukatuambia ni pesa ngapi zime drop kwa hiyo, hiyo drip yako kwa, kwa leo? Uh, tusikae hapa nikawa ninawapaka watu mafuta <laughs> ni vitu vya kawaida sana uh, hmm. Kofia ya kawaida ilichukua kama dala thelathini na tano kama hmm, sijakosea. Ah, hizi kawaida sana nini, vitu vyote kawaida. Hii kitu cha kawaida sana bro <laughs> <laughs> hapa kawaida sana siwa, siwa dangari unaona you know? kawaida tu kawaida. Yeah. <coughs>